Siku zimekaribia na wekundu wa Msimbazi Simba, kulikuwa na tetesi e, ambazo zilikuwa zikiwaweka miko e, pressure ilikuwa inapanda kwamba Musa pin, pin Kamara spider anawezekana akakosekana, lakini pia wolf Jericho Shemalon pondo naye atakosekana, lakini mm -hmm. kocha Fadlu Davis ametoa hofu na Simba kusema kwamba kikosi chake chote kiko isipokuwa mchezaji mmoja tu Mzamiru Yasin. Hii inawapa faida gani wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mchezo huu? Ksha, ukishakuwa na kikosi chako kamili automatically faida inakuwepo kwa sababu mwalimu anakuwa hahitaji kupang... kupangua ile structure yake ambayo na... yuko nayo, umeelewa haimuaffect kiufundi flow yake ambayo anahitaji kuitumia kwenye mechi itaendelea kubaki the same. Kwahiyo inampa wigo mpana wa machaguo kwenye kikosi chake, umeelewa. Kwa hiyo hii ni faida, umeelewa, kwa sababu unavokuwa na full squad hata kama Unajua full squad maanake unaweza ukawa una starting 11 yako fresh. Lakini ukakosa wale wachezaji sahihi ambao wanaweza wakawa backup wanaokaa kwenye bench. Sasa kwa mfano wewe kikosi chako kiko fit. Kuna sehemu ambako unaona pamepelea kiufundi. Inakuwa rahisi tu kufanya e, replacement ya kile kitu ambacho kinakosekana kiufundi kwa kupitia ile squad yako kama iko full fit. Tofauti na kwamba ukisikia labda Chemaloni ameumia, ma center back wapo wawili mechi yenyewe unaelewa, matumizi ya nguvu ni makubwa, amevunjika mmoja kati ya, kati ya ma center backs wako, unaanza kuhaha tena, unabidi utumie kiungo mkabaji akazibe nafasi ya center back, maanake unaenda ku, ku, ku, ku affect eneo la kiungo kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo e, pia ni, ni changamoto, lakini kama una kikosi chako kiko full fit, basi faida inakuwa kubwa sana kiufundi. Yes, kwa eneo la kamera alikuwa kwa namna ambavyo alishacheza dabi za nyuma, mm. hii labda ilikuwa ni nafasi yake nyingine ndipo, kama atakosekana ama angelikosekana, kwa sababu ni jambo ambalo liko 50-50 mpaka sasa. Ja, of course e, ni kweli. Na mimi kwa upande wangu, hata kama angecheza Ali Salim e, sidhani kama ingekuwa ni effect kwa, kwa klabu ya Simba sidhani, kwa sababu katika dabi mai, ndio dabi ya mwisho ambayo Simba wameshinda dhidi ya Yanga, kama nani, Ali Salim ndo alikuwa golini. Mwenendo wa Simba wakashinda mabao mawili kwa sifuri. Alisalim alikuwa golini. Sio ninaelewa. Lakini hata kwenye ngao ya jamii ya msimu wa nyuma kabla ya mwaka jana, Eh, Simba wanashinda kwa penalty. Alisalim ndo alikuwa golini. Kwa hiyo ina maana ana record nzuri tu pindi anapokuwa golini dhidi ya Yanga. Kwa hiyo isinge kuwa effect. Lakini kuwa na goalkeeper namba moja ni faida kwa sababu Musa Pinpin Kamara, nafikiri inaeleweka, ni goalkeeper ambaye by far anaenda kutoa tuzo ya goalkeeper bora msimu huu. By far Unaelewa of course, kwa sababu unajua mara nyingi sisi goalkeeper bora tuna, tuna mtem kwa kuangalia zile clean sheets, lakini ukiachana na kwamba anaongoza kwa clean sheets, pia ni goalkeeper ambaye eh, ni shot stopper. Nikisema shot stopper, unaelewa yani kwamba anapangua mashuti ambayo yanalengwa kwenye lango lake. Eh, ni mchezaji ambaye ameamua moments nyingi sana, umeelewa. Ingawa ana makosa ya kawaida ya kiuchezaji, lakini mazuri yake ni mengi, ndio tunachopima hapo kwamba ana mazuri mengi. Kuwepo kwake ni advantage pia kwa upande wa Simba vile vile vilevilevt yes, wakati Fadlu Davis anaongea na wanahabari, mm. Alisema kwamba wachezaji wake wanafahamu kilichotokea dabi iliyopita. Sasa hivi wanachohitaji ni alama tatu tu si kingine chochote, na maneno hayachezi mm. eh, isipokuwa vitendo ndio vinavyozungumza wanjani. Fadlu, kwenye hii kauli ni kama kuna kitu labda alikuwa anamaanisha hivi. Nadhani nyinyi wanasoka mnaweza mkamnang'amua mamu mamuchanguzi mm. mnajua Of course hiyo ina kauli inabeba asilimia thelathini tu wa kile kitu ambacho ameki, ameki inject kwa wachezaji manake, kwenye, kwenye public amejaribu tu kuonyesha uzito yani, kama kuongezea katika ule uzito ambao ameshawaambia wachezaji kuhusiana na umuhimu wa hii mechi. Kwa hiyo pale public anaweka asilimia thelathini tu wa kile kitu ambacho ameki advice kwa wachezaji manake, tafsiri ya haraka haraka huyu kocha ameshawaambia wachezaji nini hasa au uzito wa hii mechi ilivyo, na likely atakuwa amewaeleza kwamba Yanga wameshinda mara nyingi, miaka ya karibuni wamedominate kwenye dabi, wamekuwa na mambo mengi, tusifuatilie mambo mengine yote, tujaribu kufocus na mchezo, tushinde mchezo. Manake atakuwa ameshawa inject ile spirit ya kuingia kwenye mechi na kwenda kukabiliana na timu kubwa, na ndio kitu muhimu zaidi. Kwenye unajua psychologically, mchezaji ukimwaminisha kwamba hii mechi ni muhimu na tuna, kwa nguvu zetu zote tunatakiwa tushinde. Na maanisha wachezaji wanajua kama ni mechi muhimu, lakini kocha akisisitiza, maana yake kunakuwa kuna motivation mara mbili zaidi ya ile ya mwanzo umeelewa. Kwa hiyo inampa mchezaji extra motivation ya kwenda kupambana ndani ya dakika 90. Kwa hiyo hicho kitu nimekiona, nime nimekiona, umeelewa lakini vile vile E, yeye Fadlu anaelewa impact ya kupoteza huu mchezo. Kwa hiyo, ile asilimia thelathini ambayo ame expose kwenye media ni kwa sababu ya kuwaonyesha mashabiki kwamba yeye kama kocha kashafanya sehemu yake ya kuwa motivate wachezaji kuhusiana na umuhimu wa mchezo, ukiachana na mambo ya kimbinu ambayo tayari atakuwa kashawaelekeza nini kifanyike ndani ya dakika tisini kwenye training, kashawaambia nini kifanyike wanapokuwa kwenye kila fezi ya mchezo. Ayo tayari kashamaliza ile Kinachotokea hapa Fadu anajaribu kuiaminisha jamii au mashabiki wa timu yake ya Simba kwamba hii mechi, yeye kama kocha kasha play part yake ya kuwa motivate wachezaji kwa ajili ya kushinda huu mchezo bila kuangalia nini kitatokea kwenye mchezo, si unaelewa? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho nimekigundua. Kwa hiyo automatically kutakuwa kuna ushindani kwenye huu mchezo. Yeah, yeah. Shabika atapoteza imani yake kwamba amewashinda Yanga kabisa maana ni mara tatu sasa. Of course. Unajua kwa mfano akipoteza hata mimi tu. Hata mimi kama uh, mdau wa soka mkubwa nitapunguza imani naye. Umeelewa? Nitapunguza imani naye kwa sababu uh, timu yoyote huwa ina strengths na weakness. Ni kitendo cha kureview zile weakness za mpinzani effectively na kujaribu kuexploit wapi ambapo huyu ana, ana mapungufu na kureview strengths zake jinsi gani unaweza ukakabiliana na na strength. Kwa hiyo uh, of course nikijibu swali lako moja kwa moja ni kwamba mashabiki wata, wata, nini imani kwa sababu kwanza akipoteza kuna possibility zaidi ya asilimia tisini Yanga anaenda kuwa bingwa kwa mara ya nne mfululizo. Sasa imagine wewe Tanzania hii nafikiri unaijua. Mashabiki wa soka wa Tanzania nafikiri unawajua vizuri watakuwa na excuse gani ya kusema wawe na imani na kocha ambaye atawakosesha ubingwa? Yanga walichukua ubingwa wao 2021 22, kwa wanajenga timu walileta karibu 80% ya squad ikiwa mpya, wakajenga timu, wanashinda goli moja, wanashinda goli moja mpaka ubingwa, goli moja wamezidi sana mbili, wakikuotea otea sana tatu, lakini mechi nyingi msimu ule wameshinda moja moja na wakachukua ubingwa. Kwa hiyo katika kujenga timu unaweza usicheze mpira mzuri, usishinde magoli mengi, umeelewa lakini ukawa unajaribu kukusanya maximum point kwa kadri ya uwezo wako mpaka unachukua ubingwa. Hiyo ni principle ndogo sana kwenye kutoa ubingwa. Hauhitaji yani kwenye ubingwa hauhitaji kwanza unajua ubingwa ndio huhitaji mambo mengi. Kuliko hata mtu ambaye hahitaji hahitaji ubingwa. Kuna mwingine anataka mpira uchezwe au nini? Kwa mfano, Atletico Madrid hajawahi kucheza mpira wa Barcelona. Lakini wanachukua ubingwa vizuri sometimes kwenye ligi ya na mpaka sasa hivi kwenye ligi ya La Liga kule wanashindana. Barcelona uko juu anafuata Atletico na kuja Real Madrid. Kwa hiyo kwenye ubingwa hakuhitaji ucheze mpira mzuri, sijui ufanye hivi, ushinde magoli mia ufanye no. Uweza ukashinda kagoli kako kamoja, unaziba geti lako, unachukua pointi zako tatu, unaondoka. Unaondoka mpaka unafika kwenye malengo ya kukusanya maximum point kuliko mshindi wako wa pili, unakuwa umekuwa bingwa, simple and clear. Ndio, ndio Heavyweight mm, kwa kumalizia mm, wakati napita kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya mkutano wa makocha na wanahabari mm, nimeona dada yetu wa Kitanzania eh Hamisa mm. he, anapokea shutuma sana kutoka kwa mashabiki wa ama watani wa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya Young Africans mm, mara baada ya kauli ya kocha kwamba Azizi yuko fifty fifty, anaweza akaukosa mchezo kutokana na, na matatizo ya nyonga mm. he, labda kuna ahueni yoyote ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba wanayo endapo Azizi hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kwenye dabi da. Okay, unajua uzuri umenileta kwenye swali la msingi kwa sababu huko kwa Hamisa mimi sina ah, yani hiki ambacho ya yeah, kilikuwa kinaendelea kuwadau wa mpira wa ah, ama wadau au watu wa mashabiki yeah, wadau eh, of course eh, ah unajua, haya mambo yana wadau anam... kuna wachambuzi kuna mashabiki ah, kuna wanachama kuna, kuna viongozi wote, ndio haya mambo hayaepukiki kwa eh, nchi yetu, lakini eh, kwa upande wangu mimi nitazungumzia kwenye swala la mchezo. Of course eh, unamzungumzia Aziz Ki mchezaji ambaye ame an... toka kusajiliwa kwake amekuwa mchezaji ambaye anaumiza ana sana kwenye mechi nyingi za Simba na Yanga, katika dabi za msimu uliopita zote mbili amescore, umeelewa kwa hiyo unavokuwa eh, unapoelekea kwenye mchezo mkubwa alafu akakosekana mchezaji ambaye ana, amebeba ramani ya kwa ya, ya sababu Azizikii Simba anaijua ameshaifunga mara kwa mara. Kwa hiyo kukosekana kwake kunaongeza kuna kuna kitu kwa upande wa Simba na mind you, Simba mchezo dhidi ya FC bao kwa sababu ya uzembe wa build up. Kwa sababu eh, Fabrice Ngoma alipoteza mpira kwenye halfway line, karibu na halfway line. No, ilikuwa kwenye half ya Simba of course. Kwenye half ya Simba, uh, ule mpira ukaenda kuzalisha transition ya bao. Sasa Aziz Ki ni mchezaji ambaye ana similar characteristics. Yaani kwamba ukipoteza mpira kwenye half half yako, alafu Stefan Aziz Ki akareceive ule mpira kipindi ambacho defense yako haijawa well organized. Kuna possibility kubwa wewe unaweza kwenda kuumia. Si umeelewa? Kuna possibility kubwa wewe kwenda kuumia. Tanzania Prisons wanaelewa hichi kitu ninachokizungumza na, na timu kadha wa kadha kwenye ligi. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuona space na kuachia pasi ambayo inaweza ikakata safu ya walinzi. Kwa hiyo ule ubunifu ambao anaongeza kwenye kikosi unaenda kushuka kwa kiasi kikubwa. Na haijalishi ana namba ana namba nyingi au chache kiasi gani. Lakini ni mchezaji ambaye ana affect ana affect pia ile attacking play ya Yanga. Yaani kwamba yeye ana detect Yanga wacheze vipi kwenye wanapofika kwenye final third ni mchezaji ambaye ana vitu vingi ambavyo anaweza kuviofa kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji la Yanga. Kukosekana kwake kunaenda ku affect flow ya mchezo, kwa sababu pia amehusika ame, ame kwenye mechi nyingi, manake kwenye mbinu za mwalimu, katika mechi nyingi sana amekuwa akihusika kama mchora ramani mkuu. Kwa hiyo kukosekana kwake ni faida, umeelewa? Ni faida kwa upande wa Simba bila shaka. Yani hilo mimi nimeweka tiki, basi tumalizie hapa, hmm. kwa sababu umejaribu kumzungumzia Azizi. Mm. Na upande mwingine basi nako uwepo wa Elie Mpanzu kidisawala kidogo kwa ikundi ya Simba. Hakuepo kwenye dabi zilizopita. Dabi hii yuko kwa uchache sana hivi. Uh, Elie Mpanzu kwanza ni mchezaji wa mechi kubwa, watu wanabidi waelewe hilo. Jambo la kwanza kabisa yaani Elie Mpanzu kukupa, uh, mechi ya tano chini ya kumi kwa mechi ndogo kwangu inaweza isiwe story, lakini kutoa tisa chini ya kumi kwenye mechi kubwa ni kitu cha kawaida si unaelewa. Kwa hiyo unapoenda kucheza na Simba eh, kama we ni timu yako kubwa na ina uzani mkubwa kwenye soka, Eli Mpanzu ni eh, wanakuambia ni ndoto ya kutisha. Sawa, Eli Mpanzu ni ndoto ya kutisha. Tuishie hapo, hapo, mm. Eh, Eli Mpanzu ni ndoto na Kibu Denisi usimsahau <laughs> mm. na Kibu Denisi